kuwaza wafanya kazi wengine au kiongozi wako wengine, lakini pia kiongozi, sifa nyingine ya kiongozi anatakiwa avae sura ya utu, uwe na utu kisha sema hapo mwanzoni. Katika kufanya maamuzi, uwe na utu, uangalie kwamba hivi ni kufukuza huyu kazi, lakini ana watu ni maake wanamwangalia, ikosa siwezi kutumia njia nyingine yeyote ambapo nyingine tufuti kufukuza kazi, unaweza kutumia tumia busara na utu katika kutatua changamoto na kuishi na watu watu wanakumbana na yao zao wa na namna gani unapoweza kutatua tatizo yao changamoto zao awaguu sana, hiyo ndio sifa ya kiongozi. Lakini pia kiongozi uwe unawajua watu wako vizuri, kwajue watu wako vizuri. Jua vipaji vyao waliko navo, jua, jua changamoto zao na madhaifu yao na uweze kuwatumia vizuri

Angalia ni namna gani unaweza kutumia tabia zao kwa ajili ya wa kunufaisha uongozi wako. Lakini pia kiongozi lazima awe na imani, atenge imani kwa wale anaoongoza, wamwamini. Hata kama kuna nchi inateketea, awaambie tunakuka, hata kama taasisi, na wawaaminishe watu kwamba tunafikia vishi vitu. Lakini pia watu wakuamini, afanye watu wakuamini, tenda kazi, watu wakuamini Watu wa kuamini, usiwe na vitu nyuma, wanyumanyuma watu wanakuwa na mashaka na wewe. Hapana, viongozi bora lazima watu wakwamini, awe na ujasiri wa kusimamia mambo yake, kwa sababu kuna watu wanakuamini. Lakini pia kiongozi awe lezi au lezi na wale watu wale watu kufika sehemu, wale watu wafike malengo yao, wale watu wapite mambo